Nilisikia muda fulani uliopita kuhusu mchungaji ambaye aliamua kuondoa mahubiri na kuwapa watu ibada ya dakika 20 tu, maombi machache, nyimbo chache, meza ya Bwana, baraka ya mwisho, na watu walikuwa njiani kurudi nyumbani kwa chakula cha mchana. Nilisikia mahojiano si muda mrefu uliopita na mchungaji mwingine ambaye kanisa lake lina zaidi ya waumini elfu kumi alimwambia mwandishi wa habari kwamba hataki tena kuitwa mhubiri. Alitaka aitwe mwasilishaji. Hiyo ilikuwa cheo cha kisasa zaidi kwake. Sikuweza kujizuia kumfikiria mtume Paulo ambaye alimwambia mchungaji kijana Timotheo, niliwekwa kuwa mhubiri, 1timotheo27 na baadaye alimwandikia Timotheo akimsisitiza katika 2 Timotheo 42 ne, hubiri neno, na kwa njia hiyo haikuwa pendekezo Ilikuwa amri. Huacha kuhubiri neno la Mungu ni kuachana na jukumu kuu la mkusanyiko wa kanisa. Kwa kweli, inapuuzia lengo kuu la misheni ya kanisa leo la kuhubiri neno. Sasa hapa katika Matendo sura ya kumi na tatu Paulo, Barnaba na Yohana Marko walivuka bahari hadi bara la Asia ndogo ambayo ni Uturuki ya leo, na hatimaye wakafika katika mji wa Antiokia ya Pisidia katika jimbo la Galatia. Sasa kabla hawajaanza misheni yao hapa, mstari wa kumi na tatu unatoa tangazo hili la kutisha kwamba Yohana aliwaacha na kurudi Yerusalemu. Huyu ni Yohana Marko, au kwa urahisi Marko kama tutakavyomjua baadaye. Yeye ni binamu wa Barnaba, kulingana na Wakolosai sura ya nne mstari wa kumi. Hatimaye ataandika Injili ya Marko, lakini katika kipindi hiki cha maisha yake anaacha safari. Yeye anawaacha Paulo na Barnaba katika hali ngumu kabisa, na kushindwa kwake kutaongoza kwenye mabishano katika Matendo sura ya 15 ambayo yatagawanya timu hii ya wamisionari wa na tutazungumzia zaidi hilo baadaye. Sasa Paulo na Barnaba wanaanza huduma yao siku ya Sabato. Hawavamii tu kwenye sinagogi bila mpango. Wanasubiri Mungu afungue mlango wa huduma na mlango unafunguka katika sinagogi hili hapa kama tunavyoambiwa katika mstari. Mstari wa kumi na tano. Baada ya kusomwa kwa Torati na manabii, viongozi wa sinagogi walituma ujumbe kwao wakisema, "Ndugu, kama mna neno lolote la kutia moyo kwa watu lisemeni." Sasa inawezekana wamesikia kwamba Paulo alikuwa mwanafunzi wa shahada ya juu chini ya Rabi mkuu Gamalieli. Kwa njia, kumbuka kwamba Paulo hana kifungu chochote cha Agano Jipya cha kuhubiri kutoka kwake yeye. Yeye atafungua Agano la Kale na kuhubiri kutoka kwenye maandiko hayo, lakini hatuhitaji kubahatisha kuhusu alichosema, kwa sababu tunayo sehemu ya maandishi ya mahubiri yake hapa katika mstari kumi na sita: wanaume wa Israeli na ningi mnaomcha Mungu sikilizeni. Mungu wa watu hawa wa Israeli aliwachagua baba zetu na akawafanya watu hawa kuwa wakuu walipokuwa wakikaa katika nchi ya Misri na kwa mkono ulioinuliwa aliwatoa huko. Na kwa takriban miaka arobaini aliwavumilia jangwani. Hii ni maelezo ya kuvutia kuhusu uhusiano wa Mungu na Israeli sivyo? Mungu aliwavumilia. Inaonekana kama vile Mungu anavyolazimika kunivumilia mimi mara kwa mara. Labda labda leo eh, unahangaika na jinsi Mungu anaonekana kusimamia eh, maisha yako. Labda hufurahishwi na jinsi Mungu anavyoendesha ulimwengu wako. Labda leo unalalamika kama taifa la Israeli lilivyofanya jangwani. Je, utakubali leo kwamba Mungu analazimika kukuvumilia eh? Je, si afadhali kusema wewe unajua, Mungu anashirikiana nami leo ninapomtii na kumwamini. Wacha tuishi hivyo leo. Vema, Paulo ataendelea kuhubiri hapa. Sasa anarejelea katika mstari wa 22, kuhusu mfalme mpendwa wa Israeli, Daudi. Mungu alimwinua Daudi kuwa mfalme wao, ambaye alimshuhudia na kusema, nimempata Daudi mwana wa Yese, mtu aliyeupendeza moyo wangu atakayefanya mapenzi yangu yote. Sasa katika hatua hii Paulo anamwanzisha mwana wa Daudi, masihi wao na mkombozi wao. Yeye anatangaza kwa ujasiri hapa katika mstari wa 23, kutoka kwa uzao wa Daudi Mungu amewaletea Israeli mwokozi Yesu kama alivyoahidi. Sasa hili ni tamko la kushangaza kutolewa hapa katika sinagogi. Yesu ndiye Masihi. Sasa Paulo mara moja anamuita shahidi, nabii Yohana Mbatizaji. Yohana amekubali kwamba Yesu ndiye Masihi, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Paulo anaendelea hapa katika mstari wa 27, akiwakumbusha kile taifa lililomfanyia Yesu. Kwa maana wale wakao Yerusalemu na viongozi wao, kwa sababu hawakumtambua wala kuelewa maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato, walitimiza hayo kwa kumhukumu, na ingawa hawakupata kosa lolote kwake linalostahili kifo, walimwomba Pilato awawe Paulo anasema walisikia maandiko yakisomwa kila Jumamosi katika sinagogi lakini wao walikosa kuelewa. E, hawakutambua jinsi manabii wote walivyokuwa wakimwelekezea Yesu. Na kwa njia e, Wayahudi kwa ujumla na pia sehemu kubwa ya ulimwengu wa mataifa hadi leo bado hawajamtambua. Wanaweza hata unajua, kusikia hadithi ya Biblia mara kwa mara Wanaweza kusherehekea Krismasi na kuweka sanamu ndogo ya hori, lakini hawamtambui kweli Mwokozi. Ah, hebu niwaambie, ukweli ni huu, jamii ya wanadamu ina uwezo wa kusikia lakini wasisikilize. Mimi pia huwa nafanya hivyo wakati mwingine. Mke wangu ananiomba nitoe takataka na namsikia, lakini sisikilizi kweli anachosema na hilo linaweza kunisababishia matatizo. Na wewe je? sikiliza kila mtu hata sisi kama wakristo tunaingia kwenye matatizo tunapokataa kusikiliza neno la mungu kwa kweli kweli ya kibiblia labda labda inakuwa inatugusa sana moyoni inatupa changamoto kufanya kitu kuacha kitu kubadilisha kitu kweli tunaweza tunaweza kufunga masikio yetu kwa kujilinda tunaweza kuitayarisha na kukosa ukweli tunaohitaji kuutumia maishani mwetu. Kizazi cha Paulo kilimkosa Masihi. Ilikuwa ya kusikitisha jinsi gani kwamba hawakutaka kulisikiliza kweli, neno lililo hai, Bwana Yesu. Sasa Paulo haishii hapo. Anaendelea sasa katika mstari wa thelathini, lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu na kwa siku nyingi alionekana kwa wale waliokuwa wamekuja pamoja naye kutoka Galilaya hadi Yerusalemu ambao sasa ni mashahidi wake kwa watu. Tena hii ni habari ya kushangaza katika sinagogi: Masihi si mtu aliyekufa. Yeye ni Bwana aliyefufuka. Na kwa tamko hilo, Paulo anahitimisha mahubiri yake sasa kwa matumizi haya ya kushangaza. Mstari wa 38 na anasema kupitia mtu huyu Yesu, msamaha wa dhambi unatangazwa kwenu. Basi baada ya mahubiri kumalizika, watu wote wanamjia na kumsihi ahubiri tena. Na niambie, hilo ni pongezi nzuri kwa mhubiri yeyote. Hivyo sabato iliyofuata ilipofika, mstari wa arobaini na nne unatueleza karibu mji mzima ulikusanyika kusikia neno la Bwana. Sasa sikiliza, hii inageuka kuwa mkutano mkubwa wa uinjilisti F, mahali hapa pamejaa, ni ina nafasi ya kusimama pekee, wanamwagika mitaani. Naam, viongozi wa kiyahudi hawafurahishwi na jambo hili. Mstari wa 45 unatuambia kwamba wanaanza kupingana na yale yaliyonenwa na Paulo, wakimtukana, na nasikitika kusema walifanikiwa. Lakini hilo haliwapunguzii kasi Paulo na Barnaba wote wawili wanazungumza kwa ujasiri hapa. Mstari wa arobaini na sita: ilikuwa lazima neno la Mungu linenewe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mmelikataa na kujihukumu wenyewe kuwa hamstahili uzima wa milele tazama, tunawageukia watu wa mataifa. Kwa njia hii inakuwa mtindo wa kimisheni Wanawatangazia Wayahudi kwamba Yesu ndiye Masihi wao, na watu hao wanapokataa ukweli, na wengi wao hufanya hivyo, mitume wanahamisha mtazamo wao kwa watu wa mataifa. Na niwaambie watu wa mataifa walifurahi sana kusikia injili ikihubiriwa kwao kwa na ingawa watu wengi wa mataifa waliamini Injili, mstari wa hamsini kwa bahati mbaya unatueleza wayahudi waliwachochea watu kuwatesa Paulo na Barnaba na kuwafukuza katika wilaya yao. Sasa hebu niwaambie kilichobaki baada ya hayo, mstari wa hamsini na mbili wanafunzi walijawa na furaha na Roho Mtakatifu. Katika maelezo yake John Phillips anaandika, wanaweza kuwafukuza watumishi wa Mungu lakini hawawezi kumfukuza Roho wa Mungu. Kuna maswali mawili yanayonigusa kwa njia ya matumizi kutoka kwenye kifungu hiki. Swali la kwanza ni hili, je, sisi kama waumini tunadai kwamba neno la Mungu lihubiriwe katika makanisa yetu leo? Au tumekaa tu kwa kuridhika tukitazama mahubiri ya neno la Mungu yakitoweka katika makanisa yetu leo? Pili, je, Mungu anavumilia nasi au anashirikiana nasi tunapolipeleka injili yetu duniani? Hebu tushirikiane na Bwana tunapoishi kwa ajili yake leo. Na neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote.